Mara kadhaa amekuwa akisema yuko wapi, kama umekuwa ukifuatilia sasa. Kama yuko nje ya nchi, ana- anawezaje kufanyiwa hicho unachokisema nyumbani? Kwake unajua, kuna vitu vingine lazima tufikiri wote kwa pamoja. Ndio nikuulize wewe, we na mimi tuulizane sasa, kamanda, kwa sababu tumezungumza na ndugu zake wakathibitisha, na wameenda kuripoti kituo cha polisi Mbweni, tukasema ni vyema tuzungumze na jeshi. Wanataka kutueleza kwamba amerudi lini? Kwa mujibu wa yeye, mwezi uliopita na kweli unathibitisha lirudi? Mimi siwezi kuthibitisha, ila ndugu wametueleza kwamba walionana naye mwezi uliopita. E, labda kwa kifupi sana, kwa kifupi sana. Naam. E, taarifa hiyo kama unavyofuatilia wewe na mimi naifuatilia kutaka kujua ni nini. E, kwa majina naitwa Agustino Polepole, mimi ni kaka ya Humphrey Polepole Humphrey eh, Polepole eh, ambaye majukumu yake ya mwisho alikuwa balozi wa Cuba eh, ametekwa usiku huu wa kuamkia leo na ndugu mmoja anatambulika kwa jina la Mafuele. Ninaendelea kufuatilia mitandao yangu ya kijamii iko wazi namba yangu ya simu iko wazi. Kwa kifupi niseme Humphrey Polepole ana chip mwilini, kwa hivyo naendelea kufuatilia sehemu ambayo wanaendelea kumpeleka na nitatoa ni taarifa punde. Maana yake wanamhamisha kutoka sehemu moja kwenda nyingine, nitatoa taarifa. Asante.